Samia Suluhu afukuzwa katika hafla ya kumuaga mbunge Jenista Joakim Mhagama. Ujambo na karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan aliongoza maelfu ya waombolezaji, uh, ikiwa ni pamoja na viongozi waandamizi wa serikali wabunge, viongozi wa dini na wananchi wa kawaida katika ibada ya kumuaga aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama. Ibada hii ya huzuni ilifanyika katika kanisa Katoliki eh, la Maria Theresa ledo cho, ama Ledochouska, parokia ya kiwanja cha ndege jijini Dodoma, ikionyesha mshikamano wa kitaifa licha tofauti za kidini. Mheshimiwa Jenista Joakimu Mhagama, ambaye kwa miaka mingi alihudumu kama mbunge na waziri katika serikali mbalimbali alifariki dunia Jumamosi kumi na moja Disemba akiwa na umri wa miaka hamsini na nane, jambo iliyozua mshtuko wa na huzuni kubwa na wananchi wa Tanzania. Taarifa rasmi kuhusu kifo chake ilitolewa na spika wa bunge Musa Azam Zungu kupitia taarifa iliyosomwa ndani ya vikao vya bunge na katika ibada ya leo, rais Samia sulu alitoa heshima ya mwisho mbele ya jeneza la marehemu na kumfariji mjane pamoja na familia nzima, akisisitiza umoja ama, umuhimu wa umoja wa taifa na kuheshimu urithi wa huduma ya marehemu kwa taifa. Uwepo wake licha imani yake ya Kiislamu ulithibitisha dhamira ya uongozi wa nchi kuheshimu ndoto za kila mtanzania bila kujali tofauti za kidini. Ibada hii ilihudhuriwa na viongozi wakuu wa nchi ikiwemo makamu wa rais, waziri mkuu, spika wa bunge, majaji, wanajeshi na viongozi wa dini zote, na ilijazwa na nyimbo za matumaini na sala za kumwombea marehemu, ikionyesha jinsi mheshimiwa Mhagama alivyothaminiwa na wanajamii wake. Maelfu ya waombolezaji pia walihudhuria na kupiga doa kwa huzuni wakati wa kutoa heshima za mwisho viongozi wa dini waliotoa sala za marehemu walikazi umuhimu utakatifu wa maisha ya mtu binafsi na mchango wa kiongozi aliyekuwa mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na Bunge, mwili wa marehemu unatarajiwa kusafirishwa Disemba kumi na nne na kuzikwa rasmi katika mkoa wa Ruvuma kijiji cha Rwanda wilayani Mbinga ifikapo kumi na sita ama tarehe kumi na sita Disemba. Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama alifanya kazi ya umma kwa zaidi ya miaka ishirini akihudumu katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi wa serikali na bunge, akionyesha uzalendo na kujitoa kwa wananchi wake. Utumishi wake ulijumuisha kazi kama waziri wa afya, naibu waziri wa elimu na nafasi nyingine za juu za uongozi wa serikali. Jenista Mhagama alizaliwa uh, mwaka wa Kundadhi, Muhagama alizaliwa tarehe ishii na tatu Juni mwaka elfu moja na saba na liitimu uh, taaluma ya ualimu kabla ya kuingia siasa ambapo alifanya kazi ya kufundisha na baadaye kuwa msimamizi wa elimu kabla ya kuchukua nafasi ya kisiasa. Safari yake ilianza rasmi mwaka elfu mbili aliposhinda nafasi ya mteule wa viti maalum bungeni kupitia chama cha mapinduzi CCM, na baadaye aliibuka kuwa mbunge wa jimbo la Peramiho mara ya kwanza mwaka a elfu mbili na tano na kutangazwa mshindi katika uchaguzi mbalimbali mpaka alipofariki. Na katika utumishi wake wa umma, Muhagama alipata sifa kwa kushirikiana na pande mbalimbali mbali za serikali na katika kusukuma mbele sera zilizolenga ustawi wa jamii hasa katika sekta ya afya na elimu. Wengine waliomtambua walimwelezea kama kiongozi mwenye moyo wa kujitolea, anayekaza kwa mwendeleo ama maendeleo ya wananchi, na kuhimiza ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu ya serikali na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa akisifiwa mara kwa mara kwa msimamo wake wa kuleta mshikamano wa kitaifa na kuheshimu dini zote alijumuika kikamilifu na waombolezaji katika ibada hiyo ya kidini. Hii si mara ya kwanza Rais Samia kuongoza au kushiriki katika ibada ya kitaifa pamoja na viongozi wa dini mbalimbali mbali. Mwezi Mei mwaka wa elfu mbili ishirini na tano aliongoza mazishi ya mwanasiasa mwingine maarufu the former prim, uh, prime minister Kiliopa Msuya, um, uh, katika tukio lilohudhuriwa na viongozi wa ngazi za juu za serikali na jamii. Na kwa mtazamo mpana, uamuzi wa Rais Samia kushiriki kikamilifu katika ibada ya kanisa licha ya imani yake ya kiislamu unaonyesha msimamo wa kitaifa unaolenga kuunganisha Watanzania, hasa wakati wa majonzi uwepo wa viongozi mbalimbali wa dini na kisiasa pamoja unaashiria umuhimu wa ushirikiano wa kijamii na katika nyakati za huzuni. Mwaka elfu mbili ishirini na tano umekuwa mwaka wa changamoto na matukio makubwa ya kisiasa haswa nchini Tanzania. Uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe ishirini na tisa ulikuwa na mvutano mkubwa wa mashindano ya kisiasa yaliyopigwa kelele na chama cha upinzani na mashirika ya kiraia kuhusu uzito wa ushindani. Ripoti za vyombo vya habari za kikanda zilikosoa mwenendo wa uchaguzi huku, baadhi ya mashirika ya kimataifa yakisisitiza umuhimu wa utendakazi wazi na wa haki ya uchaguzi. Matukio ya kisiasa ya mwaka huu yamekuwa yakichochea mijadala juu ya mazingira ya kisiasa kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na madai ukandamizaji wa baadhi ya sauti za upinzani na maoni ya raia. Hata hivyo, sherehe za kumwaga viongozi kama Jenista Mhagama zinaonyesha pia upande mwingine wa utamaduni wa kisiasa wa Tanzania. Jenista Joakim Mhagama ali, uh, ama Jenista Joakim Mhagama atalindwa katika kumbukumbu ya taifa si tu kwa kazi yake ya siasa bali pia kwa mchango wake katika kuchochea ushiriki wa wanawake katika uongozi wa kisiasa nchini Tanzania. Kwa kipindi cha karne moja iliyopita, wanawake wamekuwa wakikua katika wigo wa uongozi na viongozi kama Mhagama wamechangia sana katika kubadilisha mtazamo wa jamii juu ya ushiriki wa wanawake katika siasa. Kazi yake kama mbunge wa Peramiho ilileta mabadiliko ya kimkakati katika jamii yake huku ikishinikiza sera zinazolenga maendeleo ya jamii na ustawi wa wananchi. Familia, wanasiasa wenza na wanajamii wameelezea msukumo wa kumhifadhi katika kumbukumbu za umma kama kiongozi aliyekuwa na msimamo wa kusaidia na kuletea masilahi ya wananchi. Shughuli ya leo ya kumwaga mpunge Jenista Joakim chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan ina umuhimu mkubwa juu ya ngazi nye. Ingi. Inatoa mfano wa mshikamano wa kitaifa na uh, unaohusisha dini si, siasa na jamii pana, ikionyesha heshima isiyofunjika kwa utumishi wa mtu kwa taifa. Inasisitiza vile vile umuhimu wa kuheshimu utofauti wa imani na kuonyesha kuwa siasa ama taifa linapokuwa katika huzuni linaweza kuungana katika familia moja. Inatilia vile vile mkazo mchango wa wanawake katika siasa za taifa kwa kuenzi utumishi wa Mhagama Uh, ambao umekuwa wa muda mrefu. Vilevile inatoa fursa ya kutafakari juu ushirikiano na utamaduni wa kisiasa hasa wakati ambapo nchi inakabiliana na changamoto za kisiasa na kijamii katika uchaguzi wa mchakato wa kisiasa. Ndio hayo tuliokuwa tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse. Tafadhali kumbuka kusubscribe.